Karibu okay, sana ndugu mfuatiliaji wa Faulink channel ambayo inajihusisha na utengenezaji wa mifumo mbalimbali kama vile mifumo ya matokeo, uhasibu, mauzo na, na mifumo mingine mingi. Sasa leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wetu wa mauzo, mfumo bora kabisa kwa kutokea. Ni mfumo unaotoa ripoti, unatoa kila aina ya features ambazo unazihitaji kwa ajili ya kupata mfumo wa kitaalamu kabisa. Sasa cha kwanza, mfumo wetu ni wa online, unaandika Faulink. Ukishaandika Faulink, mfumo wako unafunguka, ambao una mifumo mingi sana. Kuna mfumo wa matokeo, kuna mfumo wa mauzo wenyewe, kuna wa wasibu, kuna usimamizi wa vikoba, kuna mikopo, kuna ratiba, kuna mfumo wa mitihani mfumo wa lakini pia kuna blog posti ambazo tunaziweka kila baada ya muda fulani. Sasa moja kwa moja twende kuangalia namna ya kutumia mfumo wa mauzo. Uta kliki hapo sales. Ukisha kliki, hapa sisi hatuna account bado hatujajisajili. Cha kwanza unatakiwa ujisajili kwenye mfumo wetu, unajisajili hapo kama kawaida. Ukishajisajili tujisajili hapa, mimi nafungua akaunti najisajili kwa kutumia hiyo hapo, kama username yangu naweka password hapo. Nimeshajisajili tayari, nimeshajisajili tayari, naambiwa registration successfully. Kwa moja kwa moja nina login kwa kutumia username na password ambayo nimeitengeneza kwao, nina login kwenye mfumo wangu wa mauzo. Ya, ukishalogini, unakutana na page hizi hapo. Kuna vitu vingi sana ambavyo ni muhimu sana na hautakuja kuvipata kwenye mfumo wowote ule. Cha kwanza hapa kuna kuingiza bidhaa, unaanza kuingiza bidhaa zako hapa hivi. Kwa mfano unaingiza maybe bidhaa namba moja, jina maybe ni sabuni. Aya, sabuni, bei ya kuuzia, unataka unauzia shilingi ngapi? Mia tano. Lakini store umenunua ngapi sabuni? Mia moja, mzigo mzima wa sabuni ulinunua kwa shilingi ngapi? Na maana inawezekana ulinunua kwa shilingi maybe elfu hamsini. Ko, una add product. Ukishamaliza, unaweza tena ukaadd product nyingine kama kawaida, maybe lotion, ehe, bei ya kuuzia maybe ni elfu tano. Mzigo stopo ipo ngapi? Maybe mia moja. Kwa hapa itakuwa maybe umenunulia laki tano, una add product ya ukisha maliza, ina maana hapo wewe kama bidhaa zako zote ulizonazo unaadi tu kwa mfumo hapa, hamna shida yote, unakuwa tu unaenda una unaadi. Ukitaka ku edit una edit hapo, ukitaka delete una delete kama kawaida. Turudi kwenye dashboard sasa. Nimesha ingiza bidhaa zangu mfano zote nilizonazo, kinachotakiwa sasa ni mimi naenda kufanya mauzo kwa mfano, kama unafanya kazi wako kazi yake ni kufanya mauzo, atakuwa tu anaingia moja kwa moja hapa hivi ya kwao unaingia hapa, unakuja ukiselect hapo, unakutana na bidhaa zote ulizoziweka na bei zake, na inakuambia store ipo ipo ngapi. Kwao mimi nataka mfano kuuza sabuni, na na select tu hapa. je yes, sabuni nataka kuuza ngapi? maybe tano. tarehe ngapi? tarehe ya leo. Nina, nina rekodi kama kawaida. kama unavyoona hapa, kwao inakuletea jumla total amount ambayo inatakiwa ilipwe kulingana hiyo quantity, unaweza uka edit hapo, unaweza pia uka delete haya. Kwa mfano unavyouza bidhaa zinakuwa zinapungua, kwa hiyo itakuwa inakuonyesha kabisa bidhaa zinapungua. Twende mfano mfano tena, maybe hapo huyo anunue bidhaa maybe tisini, maybe bidhaa tisini, maybe, bidhaa, tisini. Anarekodi hapa amenunua yes, kwa Ko, mfano mwanzo atakuwa na upungufu wowote hapa. Tumeambia bidhaa zikiwa pungufu hapa inakupa inakupa alarm, angalizo kwamba kuna bidhaa zimepungua, kwa natakiwa uongeze. Kwa nini? Kwa sababu hapo ukija kuselect biz... hapa zimefika zime kumi ina maana zimebaki kumi, kwao mfumo unakumbusha kwamba bidhaa fulani imepungua. Kwa mfano ukiangalia hapa angalizo kwa bidhaa zilizo chini losheni zimebaki kumi tu, tafadhali ongeza bidhaa hizi mapema. Kwa mfumo ni mfumo safi kabisa ambao unafanya kila kitu unachokihitaji kwa ajili ya kupata detaili ambazo ni professional kabisa ya yeah. Tukishamaliza hapo, kwa kazi ya mfanyakazi hapa, ana click anakuwa na hadi zikiisha, mfumo unamwambia kabisa bidhaa zimeisha, okay. Lakini hapo kingine hapo hapo unaweza hasa, mfumo wetu pia unatupa option hapa hivi ya kuandaa risiti. Unaandaa risiti kwa mfano kampuni una, una, unaandaa risiti kwa mfano details zangu ni hizi hapa. Kwa hapa details zangu kama ni hizi, naweza nikaandaa risiti kwamba nataka labda jina la ram, mteja wangu Okay, kwa sasa hapa unaweza ukatengeza risiti ukachagua ukachagua ni bidhaa gani? Je, yeah, unataka umwandae risiti ya bidhaa ngapi? Maybe hizo hizo alizonunua maybe tano, ko una una jenereti, kama unavyoona risiti itakuwa imekuwa jenereted hapa hivi, inakuwa jenereted na diteli zako hizo zote, ko risiti inakuwa jenereted, ko unaweza ukaiprinti au kasevu kama kawaida koo, ni mfumo safi sana. Kwa mfano hapo tumeshaandaa mteja yote tu, ukitaka kunanii kumwandalia unachagua maybe huyu hapa Roshan, maybe huyu hapa alinua tisini, unamwandalia tu hapo una, tuapa, unajenereti jina lake, lazima uweke jina, then una, una jenereti The city, kama unavyoona hapo unajenereti bila shida yoyote ile ya yeah. Lakini ukitaka kuadi unakuwa una adi detaili zingine kama amenunua vitu vingi zaidi, unakuwa unaendelea kuadi ko okay. Hapa unakuja unaweza ukaangalia hasa ripoti ya jumla hapa, hivi una click hapo kupata ripoti ya jumla. Kama unavyoona hapa, unaweza ukachagua tarehe, mwezi, mwaka kupata ripoti ya mauzo. Unarudi tu kwenye dashboard lakini pia unaweza ukapata ripoti kwa tarehe kama kawaida, na click hapo, ripoti kwa tarehe, unakuwa tunachagua maybe tarehe maybe tarehe kumi na saba ilikuwaje, hatujaingiza mauzo ya tarehe kumi na saba, kwa hapa hamna kitu, ni zero. Lakini mauzo sisi tumefanya ya leo, ambao ni ya tarehe ishirini na nne kwa, ukichagua hapo unakuja kupata details hapo, kama unavyoona hapo hali hapa inakupa na, na grafu kabisa inachora kama unavyoona huko, inakupa inakupalosh kwa zilizonunuliwa kiasi fulani, bei ni hapo, jumla ya mauzo kama kawaida. Okay, kwa kama unavyoona hapo details zinaenda vizuri kabisa bila shida yoyote ile. Kwa hapa unaweza pia ukapata sa mauzo kwa bidhaa mauzo kwa bidhaa moja moja. Kwa hiyo hapo unachagua kwa mfano sabuni, mauzo yake yalikuwaje, unapata diteli zake kama kawaida, tarehe hiyo hapo unapata, kama umechagua kwa bidhaa moja moja unapata una, inakuwa kila bidhaa item zilikuwa ngapi, jumla kila kitu inakuletea kwa, kwa mfano lotion kama kawaida. Kwa unaweza ka ukaprint na unaweza ukafanya chochote, unarudi tu kwenye dashboard kama kawaida unataka labda hasa mauzo kwa samari nzima. Sasa kama kawaida, unakuja tu unachagua maybe sabuni all time, all time yani kwa muda wote zilikuwaje, unaweza ukaprint na unaweza ukafanya chochote, okay. Unakuja maybe sasa kwenye matumizi yaliyofanyika, matumizi na maana we unajaza kwa mfano labda chakula ulinunua kiasi gani maybe elfu tano approved ali approve nani? Maybe ni boss. Ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe ishirini na nne. Unaweka comment maybe maelezo ya ili mtu aweze kuelewa ni kitu gani kilifanyika, maybe sababu na kila kitu ambacho unafikiria unaadi kwa kama unaviona hapo na kwa, tunaenda kuadi detail na una approve kabisa kwamba aliye ali approve hicho kitu ni nani. Unarudi tena kwenye dashboard kama kawaida baada ya kufanya matumizi una, unaweza hasa kupata ripoti za matumizi. Ripoti za matumizi una click tu hapo, unapata ripoti, ripoti kwamba kwa, kwa kila eza kwa kila mwezi au kwa item yenyewe, kwa kila mwaka, kwa kila tarehe ko, unapata pia detail kama kawaida okay. Mfumo ni simple kabisa, ukisha ili urudi kwenye home na piga tu dashboard hapo, unarudi hasa report sasa nzima ile ya mauzo inayoelezea kila kitu sample, hapa hivi inakuonyesha ma mauzo yote yalikuaje, matumizi yote yalikuaje, faida iliyopatikana, ina maana tayari tushapata faida, thamani ya store kama unavyoona hapo. Kwa hiyo unaweza ukachagua enza kwa tarehe au unaweza ukachagua tarehe, yani kutoka tarehe fulani mpaka tarehe fulani kwao, unaweza hapa ukafanya weza kwa interval fulani, eza tarehe hiyo hiyo au mwaka au chochote. Kwao unachagua tu kutoka tarehe kadhaa mpaka tarehe kadhaa, unatazama ripoti kwamba details zikoje. Kama unavyoona hapa, inakupa pia na zile items za gharama zilivyokuwa zinatumika lakini inakupa item ya mauzo. Mfumo safi kabisa. Kama unavyoona inakutengea huku mauzo kwa bidhaa na inakutengea huku matumizi kwa kila aina, inakuchorea, ina grafu hapa, kama unavyoona, na unaweza ukachapisha ukaprint, na unaweza pia ukapakua kwenda kwenye Excel. Okay. Kwa hiyo hapo ukishamaliza hapo, sasa hapo tunaingia kama kawaida tumetoka bahati mbaya tumetoka kwenye mfumo tunaingia tena. Okay, hapa tumeshaangalia ripoti namna tunavyoweza kuzipata, tuangalia hasa namna ya kushiriki hivyo hizo bidhaa. Kwa kumbe unaweza tu ukashiriki kwenye eza WhatsApp, ukatangaza bidhaa zote ulizoziingiza zinakuja kujitokeza huko. Kwa mfano nataka kuziweza kuzitangaza kwenye Facebook, Instagram au sehemu yoyote kwa hiyo unachagua tu kama hii hapa, ukitaka kuitangaza unachagua na hii hapa, unakuja unashiriki kwao. Ukipiga hapa, zile bidhaa na bei zake zote zita zitakuwa copied kwenda kwenye WhatsApp, kama unataka kutangaza kwenye WhatsApp, kama ni Facebook, the same. Kwa hiyo ni mfumo ambao una kila kitu ambacho unahitaji kwa ajili ya kufanya mambo ya manunuzi mambo ya mauzo okay. Lakini pia inakupa option ya kukopesha. Kwa mfano, kuna wateja wanaweza kukopa bidhaa, wanaweza kukopa fedha, lakini pia unaweza kuwa na mfumo mwingine wa kukopesha nje na biashara ya mauzo. Kwa unakuja una click hapa hivi, kwa unaandika jina la mteja anayetaka kukopa, unaandika namba ya simu, unaandika kiasi anachokopa, unaandika kiasi anachokopa, unaandika tarehe unaandika tarehe then una unaweka mteja anajitokeza, wateja, huku tayari wateja wako wote nao hadi watakuwa anakuja kujitokeza huku hivi na detaili zao. Kwa ukitaka mteja akitaka kulipa, unaweka kiasi hapa, unaweka kiasi chake alicholipa, unaweka tarehe, unachagua tarehe then una unafiki hapa lipa. Kwa itakuwa inaenda kupungua kama kawaida. Kwa alikopa kiasi hicho hapo amelipa hii hapo tayari kwa nabaki anadaiwa kiasi hiki hapa hivi. Kwa mfumo ni simple kabisa, lakini baada hapo unaweza sasa ukatengeneza mkataba kwa wale waliokopa, unatengeneza mkataba, una click hapa hivi, una click zaidi, unatengeneza mkataba wako, unachagua huyo mteja ambaye tulimchagua huko, tulimweka, unachagua mteja, unaandika kazi yake, eh, jina la kampuni. Kwa mfano kampuni yangu ni fau. Linki company, kwa hiyo unaandika anatokea wapi, unachagua sijui mtu wake wa karibu koo. Mfumo ni simple kabisa then unaandika sijui namba yake, yani unatengeneza mkataba kama kawaida. Mkataba wake utakuwa umeshatengenezwa kama unavyoona hapo, mkataba umeshatengenezwa kwa hiyo unaweza uka uprinti kama kawaida. Kama unavyoona ni mfumo simple kabisa, mfumo safi ambao unafanya kila kitu. Huu mkataba unaweza ukaprinti ukasainiwa, una sehemu za kusaini kwa yule mkopeshaji na shahidi yake na yule mkopaji na shahidi yake. kwa una printi tu, mambo yanaenda kama kawaida. kwa kama unavyoona mfumo wetu ni simple sana, na mfumo una kila kitu. Naamini kabisa kwa kutumia mfumo huu hapa utakusaidia kutunza diteli zote na utapata ripoti zote unazozihitaji, na mambo yako ya mauzo yatakuwa yako safi. Kumbuka, mfumo ni salama kabisa, ni mfumo very secured. Karibu sana, asante kwa kusikiliza.